Welcome to Jifunze kuhusu saratani ya mlango wa kizazi. Hili somo ni very important, ni muhimu sana kwa wanawake. So kama una rafiki yako wa kike, mke wako, mdogo wako, anyone, as long as ni mwanamke, please share this video, imfikie aisikilize kwa makini, ajifunze ili kuepukana na hii changamoto ya saratani ya mlango wa kizazi, kwa sababu nowadays ni serious issues kwa wanawake na walio wengi hawajui inasababishwa na nini. Sababu inaosababisha saratani ya mlango wa kizazi ni ya kawaida sana, na watu wengi sana wanajiexpose kwenye hii sababu so tutajifunza kwa kina mno, lakini kabla tujifunza, wewe pia make sure una like hii video, unaacha comment kama umejifunza kitu, kama una swali acha kwenye comment, lakini pia make sure una subscribe. So tuanze somo letu, saratani ya mlango wa kizazi. Saratani kama saratani ni ukuaji wa seli usio na udhibiti wala mgawanyiko, sababu seli zako za mwili zinapokuwa mwisho wa siku inabidi zigawanywe, wewe utaenda kufanya shughuli fulani, wewe shughuli fulani, wewe shughuli fulani. Sasa ikitokea zinakuwa bila huo udhibiti, kwa hiyo zitaendelea kukua, inakuwa ni kitu kimoja kinachofanana, inakuwa ni very dangerous na zinakuwa ziko active. Moja kati ya disadvantage kubwa ni kwamba zitaanza kukonsume resources za mwili wako kwa kiwango kikubwa sana katika reti inayofanana. Hii ndiyo danger kubwa ya saratani. Kwa hiyo unapokuwa na saratani, ujue kabisa ni kwamba seli zako zimepoteza udhibiti, na seli zozote katika mwili wako zinaweza zikapata changamoto ya kupoteza nani, zikalose control, zikaanza zika kukua bila mpangilio wala udhibiti wowote. Kwa hivyo any seli iko katika riski. Kuna vitu ambavyo ukivifanya ama vikitokea katika mwili wako vinaweza vikasababisha hizo seli za eneo fulani la mwili wako zikapoteza udhibiti katika ukuaji wake, na tuangalie kwenye seli za saratani, uh, seli za mlango wa kizazi, nini kikitokea zinaweza zikasababisha angamoto changamoto ya saratani katika mlango wa kizazi. Mlango wa kizazi ndio uh, ndo lango kuu la kuingia kwenye mfumo wa uzazi wa mwanamke unapatikana mwishoni mwa uke, ambapo unaweza ukagusa ama uume pia unaweza ukagusa. Na ukigusa ili eneo you feel something, yani either pain, lazima unahisi kwamba kuna kitu una, una feel ile uncomfort fulani kwa wanawake. So ni kitu fulani ambacho ni very delicate, na kikipata changamoto lazima kiku haribu. So nini kinasababisha saratani ya mlango wa kizazi? Asilimia kubwa zaidi ya kesi, asilimia 90 ya cases zinaonesha kusababishwa na HPV Human Papilloma Virus. Hawa ni virusi ambao wanasafiri kwa njia ya ngono. Lakini mbaya zaidi kuhusu hawa virusi ni kwamba wakikupata huwa hawaoneshi dalili. Na wanaweza kukaa muda mrefu sana kuja kukusababishia changamoto ya saratani. Yaani moja ya dalili ambayo utaipata ni wewe kuanza kuhangaika na changamoto za uzazi, ndio baadaye utakuja kugundua kwamba la kumbe ninao hawa papiloma na wanaweza wakakaa kwa wastani, wanakaa kuanzia miaka kumi na tano hadi ishirini kabla ya kusababishia saratani. Miaka kumi na tano mpaka ishirini kabla ya kusababishia nini, saratani. Kwao utakapowapata ukaendelea kuwa nao hawatu kufanya chochote, hawatukuharibu, hawatuonesha saini yoyote. Utaishi maisha freshi ya starehe, kila kitu, lakini the point itafika, watakuwa wengi watakusababishia sasa changamoto ya saratani, wata induce saratani, watazivuruga zile cells zinazounda uh, cervix kuanza kukua bila mpangilio wala kudhibiti. At that point tayari it's over, na tayari mfumo wako wa uzazi kwa ujumla wake umeshapata challenge ambayo pengine inaweza isirikave kabisa kwa wakati wote. Sasa hawa HPV tunawapataje? Human papilloma virus ni virusi ambao wanasambaa kwa njia ya ngono na wapo kwa wanaume na wanawake. Kwa bahati mbaya, kwa wanaume hawana hizo impact kubwa za kusababisha saratani katika maeneo ya mfumo wa uzazi, lakini wanaweza kusababisha saratani maeneo mengine kama vile kooni na mdomoni pia, kama watakuwepo hayo maeneo. Na ubaya ni kwamba ni silent killer, wanakuwepo kwa muda mrefu sana bila kuonesha dalili yoyote. Kwa hiyo, kwa mwanamke, main cause ya mwanamke kupata changamoto ya saratani ya mlango wa kizazi ni kuanza seksi ukiwa na umri mdogo. My point ni kwamba unapoanza seksi mwanamke na umri mdogo. Let's say una miaka kumi na tatu, kumi na nne umekutana mwanaume ambaye ana changamoto ya HPV, anao virusi HPV, ukawapata. Initially unaweza ukapata zile warts, genital warts, kama dalili za awali kabisa ambazo wengi wao wanazipukuza zinakuja na kupotea genital warts. Seli zako za mwili kama ziko imara, ulinzi wako wa mwili uko sawa, zitapotea. Mwili wako utapambana nazo, zitapotea na uta ignore, utahisi uta kama nothing wrong, maisha yataendelea. Lakini imagine, umekutana mwanaume uh, una miaka kumi na tatu, umeanza sex, ume ukutana mwanaume na HPV ukaishi nayo, ukijumlisha miaka 15 hapo utakuja kupata kama miaka 25, 26 mpaka 27, hapo tayari unashakana, unakuwa tayari unashakanao hawa virusi wa papiloma katika umri ama urefu ambao unatosha wao kusababishia saratani ya mlango wa kizazi, na hii inaonesha the reason kwa nini wanawake wengi wanaanza kuhangaika sana mambo ya uzazi wanapokuwa na miaka 25 na kuendelea, kwa sababu walio wengi wanaanza seksi wakiwa na umri mdogo wanakaribisha virusi wa papiloma na magonjwa mengineyo wakiwa na umri mdogo sana. Kwa hiyo mfumo wa uzazi una experience fatigue, infection za kujirudia za mara kwa mara kwa muda mrefu sana, inafikia point zile zinakuwa ni very chronic, zinasababisha inflammation ambayo haiwezi recover. Ile inflammation inakuja kusababishia hizi uh, saratani ama cancer. So that is how Uh, saratani ya mlango wa kizazi inatokea. HPV ni main cause. Ingawa kuna sababu nyinginezo pia. Sababu nyingine inaweza kuwa ni lishe ba, lishe mbaya, lishe bovu. Kuna lishe ambazo zinachagiza inflammation uvimbe katika mwili wako. Mfano matumizi ya sukari, always science research nyingi sana zimeshathibitisha kwamba sukari inasababisha inflammation katika mwili wako. Kwa matumizi ya sukari ya mara kwa mara yanakuweka kwenye diski ya kupata information. Information ni sababu nambari moja ya saratani. So lishe mbovu, napozungumzia lishe mbovu, ni hupati virutubisho muhimu, hupati ile balanced diet vitamins, hupati zile proteni sahihi, hupati zile antioxidants, uh, kama polyphenols flavonoids na vinginevyo. Wewe unapenda kutumia sukari, chipsi. Wadada wengi wanapenda chipsi wanapenda vitu vya kukaanga kaanga, nyama hivyo vile vitu ambavyo vinakuwa ni very dangerous, vina sukari lakini vinakuwa na mafuta ambayo yamepikwa kupita kawaida, yanabadilika kuwa kwenye zile trans fat na saturated fat ambazo ni very dangerous kwa afya kwa ujumla. Na hii inaonesha hata haitaji kutumia akili nyingi sana kutoa sababu kwa nini wanawake wengi sasa hivi wanasumbuliwa na changamoto za uzazi kwa sababu ya lishe wanazotumia ni mbovu sana. Lakini pia matumizi ya contraceptive, uzazi wa mpango ni one of the dangerous things mwanamke unaweza ukagusa. No matter uko kwenye situation kiasi gani, try the natural way. Kugusa contraceptive, dawa za uzazi wa mpango is the most dangerous poison una ingest kwenye mwili wako. Zina sababu, zina matatizo mengi sana kuliko faida ambazo utazipata. Pia zinaweza kukusababishia matatizo ya akili Stressi hasila yani, contraceptive ni very dangerous, stay away na contraceptive kwa mwanamke, no matter what. Ukipata mwanaume wako, hutaki kupata ujauzito, mshirikishe. Nipigie simu, nitawapa darasa namna gani ya kufuata ile menstrual, menstruation cycle na mka remain safe. Lakini pia, kuna changamoto zozote ambazo zita disturb immune kinga ya mwili zaweza kusababisha changamoto ya saratani ya mlango wa kizazi. Mfano pombe, matumizi ya pombe, upotaji sigara, vyote hivi kwa pamoja vinaweza kukuweka katika riski ya kupata saratani. Lakini pia kuna historia ya familia. Kama familia ina hii tendency ya kuwa mnapata changamoto za saratani, hasa saratani ya, ya mlango wa kizazi, unakuwa uko, uko katika riski kubwa ya kupata saratani kama umetoka kwenye familia za namna hii. Kwa hiyo hizo ni baadhi ya sababu. Ziko nyingi sana ila hizo ni main cause. Lakini like main cause kubwa kabisa ni human papilloma virus. So ukiwa na saratani ni dalili gani ambazo zitaashiria kwamba una changamoto ya saratani ya mlango wa kizazi? The main problem au changamoto kubwa ni kwamba dalili ambazo utazi experience kwa sehemu kubwa ni dalili ambazo unazipata ukiwa na changamoto nyingi sana za kwenye mfumo wa uzazi kwa mwanamke, mfano PID uti pia ovimbe kwenye kizazi zote, z zikakupa hizi changamoto, zikakupa dalili ambazo utazipata ikiwa una saratani ya mlango wa kizazi. Pia kutokwa na uchafu mara kwa mara, owimbe, uh, kupata p j unapo labda. Lakini pia kuna changamoto za maumivu uh, ya mgongo ambayo anakuta anatambaa natoka sehemu za uke mpaka kwenye mgongo lakini pia kama challenge tayari ishakuwa kubwa sana, unaweza kupata kinaitwa DVT, deep vein thrombosis. Mishipa yako ya vein inaanza kupata changamoto na damu inaanza kutuama, unaanza kupata michirizi sasa ya kwenye miguu, unakuwa unapata michirizi ya kwenye miguu kama damu imegandiliana kwenye mishipa ya damu. Hizo ni moja ya dalili ambazo ni very advanced. So hiyo ni saratani ya mlango wa kizazi. The most important ni kujua namna gani inasababishwa na namna gani unatakiwa kufanya kujikinga. The good news ni kwamba uh, HPV Human Papilloma Virus wanaweza wakaonekana kwenye vipimo na habari njema zaidi ni kwamba kuna chanjo ya Human Papilloma Virus. Kwa hiyo, kwa mabinti wadogo wanashauriwa kupata chanjo ya Human Papilloma Virus ili kujikinga na hii changamoto ya wa virusi ambayo mwisho wa siku inakuwa inachangia kwa kiasi kubwa sana changamoto ya saratani ya mlango wa kizazi. Kama una binti Fika hospitalini fanya check up, uone kama amekwalify kupata chanjo, lakini kama wewe ni binti ambaye tayari ushaanza hmm, sex, basi jitahidi kufanya check up ya mara kwa mara kuona kama HPV, je, unao? Ama unataka kufanya hivyo, utakuwa umejikinga na kujilinda na changamoto kubwa sana ambayo inaathiri wanawake wengi sana na uzazi wao kwa ujumla. Naitwa pharmacist Mshani, mtaalamu wa dawa na tiba, mpaka wakati mwingine, bye bye.